Watu wanne wameripotiwa kuuawa katika shambulio la kombora la Urusi kwenye jengo la hoteli katika mji alikozaliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskiy, katika mji wa Kryvyi Rih, wengine 31 wakijeruhiwa vibaya kulingana na taarifa ya gavana wa eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskiy ameandika kupitia ukarasa wake wa X kuhusu shambulio hilo kwenye hoteli akisema wafanyakazi wa kujitolea kutoka Ukraine, Marekani na Uingereza wamenusurika kwenye tukio hilo. Vilevile vile, amechapisha video kwenye mitandao ya kijamii ikiwaonyesha wafanyakazi wa huduma za dharura wakiwaondoa watu kutoka kwenye vifusi katika hoteli hiyo iliyoharibiwa vibaya. Shirika la habari la Uingereza Reuters limethibitisha kutokea kwa shambulio hilo kwenye eneo husika, japokuwa halikuweza kueleza ni lini video iliyochapishwa na Rais Zelenski ilirekodiwa. Naye gavana wa eneo hilo Serhii Lysak amethibitisha kwamba watu 14 kati ya 31 ambao walijeruhiwa kwenye shambulio hilo wako katika hali mbaya. Idara ya majanga ya dharura, hadi wakati huu tukichapisha taarifa hii, ilikuwa ikiendelea na shughuli za uokozi. Jeshi la Ukraine nalo limesema wanajeshi wa Urusi walirusha makombora mawili pamoja na ndege 112 zisizo na rubani usiku usi kuamkia leo.